Usijaribu kujing'aa eti ung'ae kuliko bosi wako, punguza kidogo, uweke dim right, umwache bosi ang'ae hata kama ana sifa za kung'aa. Naam, hiyo ni mmojawapo kati ya sheria 48 za nguvu zilizopo kwenye kitabu The 48 Laws of Power kilichoandikwa na Robert Greene, na hiyo ni sheria na na namba moja kabisa ambayo mimi ni mojawapo kati ya sheria zangu pendwa inasema kwamba never outshine the master, never outshine the master. Maana yake ni kwamba hautakiwi kumpita mtu aliyeoko juu yako kimamlaka, hautakiwi kumpita kwa akili, hautakiwi ku outshine by enemies, na ndio maana hata kama hapo alivyomsikia, uh, eh, Josephat Gojima ni mmojawapo kati ya watu ambao wameigusia sheria mmoja mojawapo kati ya watu ambao wa wanaonekana wamejua kuitumia hii sheria. Ndo maana ameonekana eh, watu wa ambao waes katika upande wa wa um, eh, mistakes ambazo hazina madhara kwako ili kusudi kumfanya Mm, yule spiri wako ajisikie yuko vizuri, au endapo spiri wako atakosea, hautakiwi kumkosoa mbele ya wenzako, utatakiwa umkosoe akiwa peke yako, na hiyo itasaidia eh, kujenga trust, eh, na kumfanya yule spiri wako azidi kukubali zaidi kukua aonekane ana nguvu kuliko wewe. Kuna law namba 6 tembo. Law namba 6 inakwambia kwamba court attraction at all cost, kwamba hakikisha unavuta attraction at all cost. Hii law uh, inagusia ile, kuna philosophy inasema kwamba out of sight, out of mind kiasi yes, kwamba wanatakiwa ujiweze. Yani wewe uwe e, una, una attract wenzako. Ukisha attract watu, inakuwa ni rahisi wewe kuwashawishi, inakuwa ni rahisi wewe kuwa manipulate, inakuwa ni rahisi wewe kuwaelekeza wakakuelewa. Law nyingine ambayo nimeipenda eh, kuna law number 31, ambao law number 31 inakwambiaje? Inakwambia control the option, get others to play with the cards With the, uh, get others to play with the cards you deal. Unajua, yani hapo ni kwamba unamfanya, unampa mtu option ajisikie kwamba amefanya option, lakini in reality option zote zina kufavor wewe. Kwa mfano, unaweza kufanya kazi wako akawa amekukera sana, unashifahamu na unataka kumfukuza sasa. Pale unaweza kumpa option kwamba, je would you like to eh, would you like to resign or to be fired ambapo by any means option yote atakayochagua ni kwamba ataondoka itakuwa in your favor wewe, lakini yeye atajisikia kwamba amepata option ya kuchagua eidha awe fired au resign. Au mtoto wako anakuambia baba, naenda kwenye sherehe, nirudi saa kumi na ngapi? Chagua urudi saa kumi na mbili au saa mbili ambapo, by any means, akirudi saa kumi na mbili akirudi saa mbili akirudi saa mbili zote zitakuwa in your favor. Kwa hiyo hapo cha msingi ni kufanya nini? Ni kutumia law number 31 ni kwamba una, control the option. Uh, una, yani wafanya wengine wa play with the cards you deal, yani unafanya watu wajisikie kama wanachagua, lakini in reality ni kwamba wachagui wewe una, una waongoza. Kuna law nyingine ambayo imejifutia sana ambayo ni law number 48, law number 48 inakwambia assume formless. Kwa assume formless ni kwamba kuna kauli fulani ishe kusema, Bruce Lee. Bruce Lee huyu mpiga ngumi, e, ishe kusema kwamba be water my friend, yaani be water maana yake ni kwamba unajua, maji ukiweka kwenye kikombe atachukua shape ya kikombe, maji hayo ukiweka kwenye chupa atachukua shape ya chupa. Yaani uwe haueleweki leki, yaani law number 48, eh, inavyo inavyo inavyoonesha, yaani watu wakiwa hawakuelewi inakuwa ni ngumu kukuattack, watu wakiwa hawakuelewi inakuwa ni ngumu kukumanipulate. Kwa hiyo ukizingatia law number 48, kwamba assume formless yani usiwe na ajaebo o mbao batuuna lo namba 15. Lo namba 15 yenyewe inakusistizia kwamba you crush your enemy totally. Yani usimpe adui nafasi ya kusimama. Crush your enemy totally at any cost usimpe adui nafasi ya kusimama. Hii ni moja wapo kati ya laws ambazo eh, unaweza ni ukiambiwa kwamba elezea the 48 laws of power kwa ni eh, kwa kutumia neno moja, kwa kutumia law moja, naweza nikatumia law number 15. Kwa law 15, ni ku crush your enemy total. Kisha ukipata chance ya kumcrush adui yako, never let him or her stand again. Sawa kabisa. Leo tumeongelea hizo baadhi ya laws tano ambazo ninazipenda, eh, kutoka kwenye kitabu, na ndio ni kama ujumbe kwenye kitabu Let's go on, tuendelee kuchambua tuendelee, eh, nimekuwekea baadhi ya mifano. hope you enjoy the video. O, karibu sana Inpage podcast. <laughs> Inpage podcast.